Sihotech Engineering Company Limited results oriented team. Naam, leo ni siku nyingine tena tunakutana kwenye kipindi hiki kizuri cha kujifunza, na sisi tuko tayari kukufundisha namna ambavyo maendeleo nchini Tanzania yanapatikana. Kumbuka tuko katika kipindi kizuri ambapo tunakutana na kampuni ambayo ni mahili nchini Tanzania, na si nyingine ni Sihotech ambao wanajihusisha na mambo mbalimbali ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo nchini Tanzania. Ukizungumzia Sihotech, basi unazungumzia kampuni ya kizawa ambayo inafanya vizuri kweli kweli, na tunaamini kwa sehemu umekuwa ukiisikia, lakini hapa utaisikia zaidi. Kumbuka leo tuko na mhandisi ama wengine wanapenda kuwaita maenjinia, hawa huyu ni Meshaki Latson Mtafya, huyu ni e, meneja wa mradi. Leo atazungumza pamoja nasi na utafahamu mambo mengi ambayo Sihotech anakuwa anayafanya maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Kwa pamoja tuambatane, ili tuweze kukupa kile kilicho bora zaidi. Moja kwa moja, nisipoteze muda, nikupe nafasi ya kwanza kuzungumza na mgeni wetu ambaye yuko hapa kwa siku leo, ya neuhusu, ya hii ya leo kuzungumzia masuala mbalimbali yanayohusu miradi ya maendeleo ambayo inatekelezwa na taasisi hii ya Sihotech, bwana mhandisi Meshaki Latson Mtafia, habari ya uzima? Wala, salama. habari ya kwako? mambo ni mazuri. Mambo ni mazuri kabisa eh, mkionekana hivyo sisi tunafurahi na tunajua mambo ya exactly yanakwenda sisi nimefurahi sana sisi mm. Kama Sihotech bwana mwandishi mm. eh, wa habari tuna kauli yetu mbiu moja nzuri sana mm. Ningependa tu, tusalimiane kabla ya kuendelea zaidi, sio. Okay. teki, ya, -teki Okay. Tunasema sisi ni result oriented team. Kwa nini, kwa nini mnakwenda na kauli mbiu? Sisi ni watu ambao tunataka matokeo mm. eh, tumeaminika, lazima tulete matokeo na tukidhi matakwa ya, ya, ya wananchi katika kutoa huduma zetu. Na imewaletea matokeo chanya sana kwenye kauli mbiu yetu. Yes, yes, yes. Okay. Ndio. Hongera sana, naam. Mnatekeleza miradi ya maendeleo naam, sitaki kuelekea huko mbele zaidi lakini natamani sasa tuanze ku uona kuiona hii taasisi ambayo najiita Sihotech. Yes. Tunaposema Sihotech na yule ambaye anatufuatilia mm. Inamaanisha nini sana hii? Asante sana ndugu mwandishi wa habari, tunaposema Sihotech hii ni kampuni kwanza ya mzawa ambayo ni class 1 ambayo makao yake makuu yako Dodoma mm. Kampuni hii imejikita katika utekelezaji wa miradi mbalimbali hususan katika Tanzania bara, mm. pamoja hata na visiwani, kwa ujumla mzima tunazungumzia Tanzania yote mm. tumejikita vizuri na tuna marengo makubwa kama kampuni okay. E, sio kutekeleza tu miradi katika nchi hii bali kupanuka zaidi na zaidi. Lengo na madhubuti kubwa ni kwenda kutoa matokeo mm. kama hapo awali tulitanguliza kauli yetu mbiu ya kwamba e, Sihotech ni results oriented team. Kwa sisi kama Sihotech tuko e, kimatokeo zaidi sababu. asante sana Umesema mko nchi nzima, ndio maana tunafahamu Tanzania bara ina zaidi ya mikoa 20. 20, sahihi kabisa 26 na zaidi, ndio mnatekeleza hii miradi na sasa hivi mko Mbeya. Ndio, Mbeya. kitu gani kilichowaleta Mbeya? Asante ah, kwa nini Mbeya? mm. ah, okay, asante sana ndugu mtangazaji, tutaendelea kukushukuru kwa sababu ni fursa nzuri ambayo tumeipata. Tuko Mbeya kwa sababu tumeaminika mm. na serikali ya awamu ya sita. Okay. Chini ya Daktari Mahili Dkt. Samia Suluhu Hassan mm -hmm. E, tumeaminika kuja kutekeleza mradi ambayo ni miradi ni mradi mmoja lakini naweza nikaisema miradi miwili. Mm -hmm. E, Wanambeya wamekuwa na kiu kikubwa sana katika nyanja mbalimbali mbali, lakini serikali hii ya awamu hii ya sita imewawezesha kuwapatia miradi na ndo maana leo Sihotech tuko hapa ko okay, tuko hapa tunatengeneza miradi ambayo tunajenga e, basi stendi mm. Yani stendi ya mabasi makubwa pamoja na soko la soko matola mm. ko tuko Mbeya kuleta matokeo okay. Ume, umezungumzia basi stendi. Mbeya tuna stendi kubwa mbili ambazo zinafahamika. Ndio. Kwa maana stendi kuu ambayo ni ya zamani kidogo, hii ndio kule Uhindini. Ndio, ndio. Lakini kuna stendi ya nane nane. Ni stendi gani sasa ambayo unaweza ukamwambia msikilizaji na mtazamaji anayetusikiliza ambayo ninyi kama Sihotech mnaitekeleza, kwa maana ya kwamba mnaijenga. Asante sana ndugu mtangazaji, eh, mwandishi wa habari eh, ni, ni, ni, ni, ni, niweke wazi swala lako ni zuri sana mm. Eh, Mbeya tunaposema tunatengeneza, eh, tunajenga stendi ya mabasi tuna maana kuu moja mm. Eh, Mbeya imekosa stendi kubwa kwa muda mrefu sana mm. Nadhani stendi zote unazozi sema hazikizi matakwa ya, ya kuhudumia eh, mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo serikali ikatoa mradi huu kwa tunajenga stendi kubwa ya kisasa okay. ya mabasi ambayo okay. itakidhi matakwa ya wana Mbeya. Tutarajie stendi ambayo ina viwango vya hali ya juu kutokana na taasisi yako ah, kwa maana ya kwamba utekelezaji ah, utakuwa exactly. wake Yeah, exactly. Sisi kama Sihotech ni watu ambao tunatoa matokeo pia na tunafanya kazi katika ubora na tunaishi kwenye standards za, ka, za kampuni classes, kwa maana kwamba tunafanya kazi bora zenye thamani sawa na class 1 kwao. Kuhusiana na ubora uzuri, sisi tunatoa kitu kulingana na na ubora pia, tunazingatia tuna, tuna, tuna okay. Stendi tukiwa bado tunasalia kwenye eneo hilo la utekelezaji wa mradi wa stendi mbele hii stendi itakuwa na ukubwa wa aina gani? Hii ah, stendi ni kubwa mm. Eh, stendi ni kubwa, ina square mita za kutosha ambazo inawezwa kwa ku accommodate eh, naposema kwa ku accommodate kutoa huduma mm. ya mabasi ya muda, yani mabasi tunaposema mabasi yanayotoka mikoa mbalimbali mm. yanapofika mkoa Mbeya, yanapofanya parking yake, si chini ya mabasi mia moja na tano mm. kwa kwa muda kwa hiyo ni mabasi ambayo hayakai pale. Kwa hiyo ina maana yanaweza kapaki mabasi mia moja na tano kisa yakatoka. mm. kwa hiyo ina maana ni inaonyesha ni jinsi gani e, stendi hii ni kubwa na itaenda kutoa kiu ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya stendi ambayo wanaambia walikuwa wanaisema mm. kama hapo hawali ambavyo walikuwa wamesema walikuwa na stendi iko windini na nyingine iko nane nane. nane nane Okay. Mimi ni niwapongeze sana Sihotech namna mbavyo mnatekeleza hii miradi asante. Tukitoka asante kwenye stendi, tutazame utekelezaji wa mradi wa soko mm. na tunafahamu mm. uh, hata serikali pia inategemea sana mapato mm. kwenye maeneo haya ya biashara mm. na ukizungumzia eh, miji huwezi mm. ukauacha mji mkongwe wa Soko Matola. yes, sahi kabisa. kama wewe ni mwenyeji wa Mbeya Ndiyo, basi soko ndio. Matola <coughs> uh, haiwezi kawa ngeni kwa yule ambaye mm. anatutazama na kutusikiliza pia. Asante. Kwa namna ambavyo sasa mnatekeleza mradi wa, wa, wa, wa, wa, wa Soko Matola wa soko. mm. Kwanza tufahamu mm. Ndio huu mradi umefikia wapi? Ndio, asante mm. asante ya nilipotoa utangulizi hapo awali nisema tunatekeleza miradi miwili Ndiyo. Kwa maana ya stendi pamoja na soko. Sasa swali lako limejikita kwenye soko, tuko wapi, e, mko wapi? Na dhani sio, nadhani niweze kuweka wazi kwamba katika soko tupo katika hatua nzuri sana kwa sababu ni moja ya soko nzuri sana la kisasa ambalo e, tunaenda kulijenga pale e, kwa lile soko la awali tulilitoa, lakini sasa hivi tumeenda kuweka tunajenga soko ambalo ni nzuri na litakidhi matakwa na ni la kisasa na linaenda kutoa huduma za kisasa zaidi. Kwa hiyo kwa hali ya, ya, ya mradi katika soko Matola kwa sasa hivi tupo tunazungumzia ufungaji wa, wa, wa, wa, wa ring beam sasa hmm. Hapa nakupeleka kihandisi hapo hmm. sasa. Sasa <laughs> mambo <maswala> ya kitaalamu <laughs> <ya> kitaalamu <laughs> kwao tuko sasa hivi katika swala hmm. la ring beam. Ring beam ni mtani tunasema, ni, ni, ni nguzo mlalo, Kiswahili chake nguzo mlalo. E, tuna nguzo wima na nguzo mlalo. Kwa sasa hivi tuko katika ufungaji wa ring beam ili kuweza kupokea palabat, tukiwa tunamaanisha kwamba roof mm. k kwa ina maana ni hatua moja nzuri sana ambayo inatuonesha kwamba e, shurba au tabu wanazozipata kwa sasa hivi mm. wa, waliokuwa watumiaji wa hili soko mm. manake walihamishwa hapa tunapojenga soko wakamia sehemu nyingine, kwa hiyo adha wanaenda kuiondoa kui, kui, kui, kui, kui kupitia kampuni yetu hii ambayo inaenda inatekeleza huu mradi. Kwao ni hali nzuri ya ya, ya, ya, ya, ya utekelezaji tuliopo sasa hivi, kwa hiyo Eh, kama nilivyosema sisi ni results oriented tunafanya matokeo. Kwa hiyo ndugu mtangazaji ukipata wasaa mm. pita Matola utaona matokeo. Na, na matokeo yameshaanza yameshaanza kuonekana eh, asante sana. Nikushukuru sana asante sana. Na asante pia kutupa eh, muda wako mzuri. Asante sana. Asante sana. Asante pia kuzungumza na wana Mbeya. Asante sana. Na wana Mbeya inawezekana mm. walikuwa na wasiwasi mm. kubwa sana kuhusiana yeah. na hii miradi inawezekana eh, okay. ikachelewa mm. au kwa sababu wewe mwenyewe mm. weenye meneja kutoka mm. Sihotech kina mm ndio taasisi mm. ama kampuni inayotekeleza huu mradi bila yes. shaka mambo yatakwenda vizuri kabisa. Wahakikishie Watanzania na wanaambia kwa ujumla kwamba hii miradi ae, itakamilika kwa wakati e, ambao umekusudiwa. Asante sana ya kama nilivyotangulia kusema awali, shukrani sisi ni jambo la msingi sana kuliko mm, kitu chochote. Tunawashukuru wana Mbeya kwa kutuamini kwa asilimia mia moja. Hilo mm, ni jambo kubwa sana pia. Tunaishukuru serikali ya awamu ya sita, mm, chini ya Dokta Samia Suluhu Hassan kwa, ku, kwa kuwa nasi bega kwa bega kwa maana ya utekelezaji mzima wa huu mradi. Hivyo basi naweza kusema tu sisi kama Sihotech ni results oriented Team. tunaenda kuleta matokeo chanya katika mkoa wa Mbeya na kwenda kuifanya Mbeya kuwa sehemu ya kipekee, kwa sababu haya hii miradi ambayo tunatekeleza ni miradi ambayo ipo katika level ya kisasa, na sisi ni watu wa ubora na matokeo. Asante sana. Tena wakati mwingine, tutazungumza zaidi wakati mradi ukiendelea. Asante sana. Asante sana. Naam, mtazamaji, tunakushukuru sana kwa nafasi yako ya kipekee wewe kututazama, tunaamini imekuwa fursa kubwa sana na umeweza kujifunza mambo mbalimbali ambayo yanafanywa na Sihotech ambayo ni kampuni ya kizawa hii, inafanya vizuri kweli kweli, na ndio maana imeaminiwa na serikali ya Tanzania kutekeleza miradi ya maendeleo nchini Tanzania. Tunapozungumzia stendi sasa hivi, uh, maendeleo uh, yanakwenda kwa kasi kweli kweli, na tunapozungumzia soko pia, soko linakwenda kwa kasi, kama ambavyo umeweza kumsikiliza mhandisi mm -hmm. eh, uh, Meshaki eh, Mtafi ambaye tumezungumza naye hapa kwa siku hii ya leo kuzungum, kuhusiana na miradi ambayo inatekelezwa na uh, kampuni hii ya Kizawa ya Sihotech katika mkoa tunaamini leo inawezekana, ukawa ni mwanzo tu, yako mengi ambayo tutaendelea kukupatia kupitia mahojiano yetu mbalimbali -mbali wakati wa utekelezaji wa hii miradi hivyo, mm -hmm. Usikose na usiache kutufuatilia eh, katika vipindi vyetu na katika matangazo yetu ambayo tutakuwa tukikuletea. Mimi ni ndugu yako Hobokela Lwinga, lakini hapa ndani nimekuwa na uh, meneja wa mradi ambaye anajulikana kwa jina la Mhandisi Meshak Laitoni. Uh, Latsoni uh, mtafya ambaye tumezungumza naye mambo mengi kweli kweli, kuhusiana na mradi wa stendi mpya ambayo inajengwa airport ya zamani na soko Matola ambako linajengwa soko la kisasa. Wakati mwingine tukutane tena, na mimi nikutakie utazamaji mzuri na ufuatiliaji mzuri. Uwe na wakati mzuri, bye bye. Sihotech Engineering Company Limited Results Oriented Team.